Najiuliza, polisi wametoa wapi jeuri ya kuvunja katiba na sheria hadharani, tena wakiwa ndani ya uniform za za serikali. Nika najiuliza, yani polisi, uko kwenye uniform za serikali, unateka viongozi wa Chadema, unaenda kuwaficha masaa zaidi ya kumi, ndio unawachia Mnyika na na Heche, unakamata wajumbe wengine wa kamati kuu, unawateka na wanachama wa kawaida nawapeleka ununio unawatesa, unawavua nguo nawavunja miguu nawavunja mikono, mkiwa kwenye uniform za serikali. Unajua, hata mchawi huwa anajiamini, lakini huwa haji-hawezi kujiamini kwa, kwa viwango hivi ambavyo mlikuwa mmefikia. Me, oh, mimi nikawa na, na, najiuliza ni nani yuko nyuma yenu anayewapa haya maelekezo ya kuvunja sheria na katiba za nchi hadharani, tena mkiwa kwenye uniform za, za serikali. Baadaye nikapata majibu kwamba aliyewapa jeuri hiyo na kiburi hiyo ni rais, kwa sababu rais ndiye amiri jeshi mkuu. Vyombo vyote vya dola viko chini yake na vyote vinawajibika kwake, na ndio maana kukiwa kuna malalamiko yoyote ya uvunjifu wa sheria dhidi ya vyombo vya dola mtu mwenye mamlaka ya kuwajibisha waliovunja hizo sheria ni rais. Lakini kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, kwa hotuba yake ya jana imedhihirisha kwamba yale mliyoyafanya polisi juzi yalikuwa na baraka zake. Sasa mimi niwaambie kitu kimoja, polisi, jinai huwa haifi na jinai huwa haifutiki mlilo wewe na wenzio na maafisa wengine wengi ambao wamehusika, hivi sio polisi wote wamehusika kwenye haya mambo ya kijinga. Wewe mlio na wenzio, njia pekee ya nyie kukwepa kwenda jela ni kifo. Tofauti na hapo, mtafika gerezani kwa haya yaliyotokea juzi na mengine yaliyoendelea kutokea tangu wakati wa utawala wa Magufuli. Uzuri ni kwamba matukio yote ya uvunjish wa sheria na haki za binadamu unaofanywa na polisi uko recorded, yaani ushahidi ulishajitosheleza. Yaani kuna watu ambao kazi yao ni kurekodi ushahidi unaofanywa kila siku. Kwa hiyo njia pekee ya nyie kukwepa kwenda jela, nyewe wote mliohusika, ni kifo. Lakini tofauti na hapo mtaenda kuungana na yule Bageni. SP Bagain aliyekuwa ofisi ya ID kule Kinondoni aliyehusika na yale mauaji wa wafanyabiashara kule kule kule Morogoro. Sasa msuni mtaenda kumpa kampani. kwa sababu kwanza ni depo yenu nye. kwa sababu Bagain angekuepo kazini angekuwa ameshafikisha vyeo mlivyo navyo nyie, hilo ni, ni la kwanza hilo mkae mkilijua hivyo. Nawaambia hivi kwa sababu pengine hamna maarifa na hamna hamna vision Tanzania, uraisi sio ufarume. Ufarume ndo pe, cheo pekee ambacho mpaka mfarme afe ndo anateuliwa mwingine. Tanzania uraisi una limit. Kesho na kesho kutwa huyu aliyepo hata kuwa rais, na atakuja rais mwingine ambaye atataka muwajibike kwa haya mliyofanya, na hiyo siku